Na mimi kama mwenzangu, theme ya wauguzi nafikiri tumeisikia, tume au hatujaisikia? Kutoka juzi vyombo vya habari vinazungumza, hatukuisikia? Wauguzi wetu, mustakabali wetu, kwa ajili ya kuimarisha uchumi. Kwa hivyo hilo neno lina maana kubwa. Naomba niseme kidogo tu, lakini napenda kusema, mtanizuia, lina maana kubwa. Sijui kama tulitafakari tulipoisikia au tunaona tu ipo tuko kwenye sherehe tu za kufurahi. Eti tulitafakari kwamba tunategemewa. Ukiambiwa mustakabali wetu, anasema wauguzi wetu mustakabali wetu, kwamba wao wananchi wanatutegemea sisi. Eh? wanatutegemea kwa hali zote za uzima na ugonjwa, kwa sababu sisi ndo, ndo machampion. Kila unapokwenda muuguzi yupo kuanzia ngazi ya jamii mpaka taifa. Kwa hivyo, kwa maana hiyo, sisi tunatakiwa sasa tukae kwenye mstari. Sheria ndo hizo, tunaziona zipo, zinatuongoza, lakini na sisi wenyewe sasa tujikomiti kwamba kweli tunaaminiwa kwa sababu si tunajua kwamba taifa linatutegemea, lakini bado wenzetu hawajaridhika. Na kama hawajaridhika, inabidi lazima tutafute mbinu na njia zitakazotusaidia mpaka wenzetu watukubali, tiziwe stori tu, kwa sababu hiyo imetoka kimataifa. Lakini sasa tunapojitizama hapa kwetu, unapoona kesi zinaingia tu kila siku hivi kila siku hivi, yani inatuumiza sana na hapa, sijui kama tupo ambao tunafanya kazi serikalini, au sote tuko full time, wapo na part time, wapo na part time. Kama tupo ambao tunafanya kazi serikalini, mimi ninalokuombeni tufate miongozo na maadili ambayo tumepewa. Kazi yetu inahusiana na upendo. Kutokana na msingi huo, mwenzetu mwanzilishi, nafikiri nyote mnamjua, chuoni mmemsoma na kila mwaka ndio tunayemkumbuka au hatumjui? Alikuwa mtu mwenye upendo sana. Kwa hivyo naomba na ile nasiyetuadopti tuiadopti, hasa ile sensi ya upendo na uadilifu, yaani tufate zile tabia na nyayo zake kama vile mwenyewe Sitaki kuzungumza sana leo, lakini bibi, wewe utatukaribisha siku nyingine, aye, tutakuja. Tunataka tuzungumze vitu ambavyo tumeona kuna mapungufu, tuje tuzungumze, tuji, tujipange.